Hakuna mtu yoyote mwenye kumiliki ngamia wala bakarin wala mwenye kumiliki ng'ombe wala ghanamin wala kondoo, la yuaddi minha zakataha, ikawa mtu huyo hatowi zaka ya wanyama hao, la yuaddi minha zakataha, ikawa mtu huyo hatowi zaka ya wanyama hao

Qarqarin atatupwa katika ardhi iliyokuwa pana, isipokuwa mtu huyo atatupwa kwa uso wake au mgongo wake. Biqa'in qarqarin, katika ardhi iliyokuwa pana. Biqa'in ai fi ardhin wasi'atin, atatupwa katika ardhi iliyokuwa pana qarqarin imustawi yatini atatupwa katika ardhi iliyokuwa pana, ardhi ambayo iko sawa, yani isiyokuwa na mabonde, ardhi ambayo isiyokuwa na mabonde, atatupwa sehemu hiyo katika jangwa lililokuwa pana kabisa. Atalazwa imma, wanasema wanachuoni, atalazwa kwa uso wake. Yani kifudifudi au atalazwa chali kwa mgongo wake katika ardhi hiyo, kisha wataletwa wanyama wake hawa, wataletwa hawa wanyama wake, na inategemea alikuwa na wanyama wangapi, alikuwa na wanyama kiasi gani, ngamia alikuwa nao wangapi eh? Ng'ombe alikuwa nao wangapi? Kondoo na mbuzi alikuwa nao wangapi? Wote wataletwa madamu ni mifugo hao, wataletwa sehemu hiyo alipolazwa, kisha ataanza kuadhibiwa kupitia hiyo mali yake. Ataanza kuadhibiwa na mali yake. Ataadhibiwa vipi? Tutaona baada ya adhana, namna Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyoelezea katika hadithi hii iliyokuwa tukufu. Hatari sana. Allah atupe mwisho mwema

Ikawa mtu huyo hatowi zaka ya wanyama hao, hatowi zaka ya wanyama hao, nao wamiliki illa butiha laha yauma alqiyamati, isipokuwa mtu huyo atatupwa katika ardhi iliyokuwa pana siku ya qiyama. Illa butiha laha yauma alqiyama biqa'in, isipokuwa mtu huyo atatupwa kwa uso wake au kwa mgongo wake katika ardhi iliyokuwa pana, ardhi ambayo iko sawa eh, isiyokuwa na mabonde, ili apate kuadhibiwa kwa mali yake. Kisha wataletwa wanyama hao ambao ni mali yake, tantahuhu biquruniha, wanyama hao watakuwa ni wenye kumpiga kwa pembe zake. tantahu bikuruni ha, wanyama hao watakuwa ni wenye kumpiga kwa pembe zao, kwa maana wale wanyama wenye mapembe eh, ng'ombe, mbuzi, kondoo na wengineyo katika wanyama wenye mapembe aliokuwa akiwafuga, ambao aliwajibika kuwatolea zaka, watakuwa ni wenye kumpiga kwa pembe zao, watatwauhu biakhfafiha. watatwauhu biakhfafiha, na wengine watakuwa ni wenye kumkanyaga kwa kwato zake. Watatwauhu na wengine watakuwa ni wenye kumkanyaga biakhfafiha, kwa kwato zake eh? wanyama wenye kwato ambayo hapa nakusudiwa ngamia ngamia ndio mwenye akhfafi kullama nafadat. Wao wanyama hao watakuwa ni wenye kumwadhibu swahibuha, mwenye hizi mali, watakuwa wanakuja. Ng'ombe wakimwadhibu kwa kumpiga na zile pembe zake, kadhalika mbuzi, kadhalika na kondoo Ngamia atakuwa kimwadhibu kwa kumkanyaga ngamia, watakuwa kimwadhibu kwa kumkanyaga na kadhalika katika hadithi kama, wanyama wengine wanaotumia midomo yao, eh, kama kuna wanyama ambao wanatumia midomo, wanaadhibu kutumia midomo, watakuwa wakimng'ata kwa midomo yao, wa hakadha

Kila anapoishilizia mnyama wa mwisho, kila anapoishilizia mnyama wa mwisho, adat aleihi ulaha, anarudi yule wa mwanzo kuendelea kumkanyaga na kumpiga kwa pembe. Adat aleihi ulaha, anaru, anarudi tena yule wa mwanzo anapoishilizia yule mnyama wa mwisho adati aleihi uulaha anarudi yule wa mwanzo, kazi naendelea. Kwa maana mtu huyo alikuwa na wanyama wangapi? alikuwa na ngamia mia, alikuwa na ng'ombe mia mbili mbuzi elfu moja kondoo mia tano na mfano wake. Hii ni mifano napiga basi watakuwa ataanza mnyama wa kwanza kwa namna walivyopangwa katika ile ardhi iliyokuwa pana ambayo amelazwa pale, huyo bwana anakuja, kama ni ngamia wa kwanza, anamkanyaga kwa miguu yake, kisha anaondoka, anakuja wa pili, mpaka ngamia mia wamalizike wote, wanamkanyaga wakimalizika. Ngamia wanakuja ng'ombe wanaanza kumshughulikia kwa pembe zao, wanampiga kwa, kwa, kwa pembe zao. Kwa kama na ng'ombe mia tatu, ataanza ng'ombe wa kwanza mpaka ng'ombe wa mia tatu. Kadhalika, wakimalizika ng'ombe, atakuja kondoo, kisha atakuja mbuzi, wa hakadha kwa yule mbuzi wa mwisho. Kama atakuwa mnyama wa mwisho atakuwa ni mbuzi au kama atakuwa ni kondoo au kama atakuwa ni ng'ombe au kama atakuwa ni ngamia yule wa mwisho katika idadi ya wanyama wake waliokuwa nao, yule wa mwisho kabisa kumaliza kwamba wanyama wake hawa wote wameisha tayari, washamkanyaga waliomkanyaga na waliompiga kwa pembe zao wa washampiga wamemalizika, yule wa mwanzo kumkanyaga au kumpiga au kumng'ata, anarudia tena, anarudia tena upya, anafanya vile alivyofanya mwanzo melewa haditha. Hadithi hadithini ngumu kidogo, ko lazima uwe makini katika kuielewa. Ndiyo mana Mtume sala allahu wasallam akasema kullama nafadat alayhi ukhuraha, kila anapoishilizia yule mnyama wa mwisho, yani mnyama wa mwisho yuli kumkanyaga katika wanyama wake, anapokuwa amemalizika kwamba huyu ndiyo wa mwisho, adat alayhi ulaha, anarudi tena yule wa mwanzo, yule wa mwanzo aliyeanza kumwadhibu anarudi tena, yani dauru ya pili. Ni maana yake anakuwa ni mwenye kuadhibiwa kwa daurati, kwa mizunguko. Watakuwa wanyama wakizunguka, wakifanya sira, wanazunguka wakimalizika, wanarudia tena. Hadha huwa almaana hatta yuqda baina nnasi ay hadha aladhabu yastamiru alayhi, adhabu hii itakuwa ni yenye kuendelea kwa mtu huyu akiadhibiwa na wanyama wake. hatta yuqudwa baina nnasi, mpaka itakapopitishwa hukumu kati ya watu. hatta yuquda baina nnasi, mpaka itakapopitishwa hukumu ya Allah tabarak wa taala baina ya watu, yani hadi Allah takapopitisha hukumu yake kwamba wa motoni waingie motoni wa peponi motoni, waingie peponi, peponi. Manaake muda wote huo mtu atakuwa ni mwenye kuadhibiwa na mali yake, kuadhibiwa na wanyama wake. fi yaumin, katika siku ambayo, yani siku ya kiyama, siku ya hesabu. fi yaumin, katika siku ambayo kana miqdaruhu, ukubwa wake siku hiyo, urefu wake

urefu wake hamsina alfa sana ni sawa na miaka elfu hamsini. Yani, siku moja huko akhera ni sawa sawa na miaka elfu hamsini kwa mahesabu yetu hapa duniani, kwa mahesabu yetu hapa duniani siku moja kule tunahesabu hapa sisi miaka mingapi? hamsina alfa sana, miaka elfu hamsini. Hiyo ni siku moja. Kwa hivyo mtu huyu sasa, yanijalia kwamba Allah tabaraka wa taala amemkadiria mtu huyo aadhibiwe kwa muda wa siku mbili, yani tukadirie tuka, kwamba aadhibiwe kwa muda wa siku mbili, hebu angalie ni ni miaka mingapi ni umbali ulioje? hatari sana. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea ana, ana katika hadithi hii kuonesha hatari atakayokutana mtu huyo mwenye kuziwia zaka kwamba atakuwa ni mwenye kuadhibiwa kwa mali yake katika siku ambayo urefu wake ni sawa na miaka elfu hamsini kwa miaka ya mahesabu ya duniani. Thumma, kisha, thumma yura sabilahu, kisha mtu huyo ataoneshwa njia yake. Thumma yura sabilahu, kisha mtu huyo ataoneshwa njia yake, yani baada ya kupitishwa hukumu ya Allah tabaraka wa taala kwamba wa kuingia peponi waingie, wa motoni waende Mtu huyo naye ataoneshwa njia yake. thumma yura sabilahu, kisha mtu huyo ataoneshwa njia yake, imma ila aljanna, imma ni njia ya kuelekea peponi, wa imma ila nnari, na imma ni njia ya kuelekea motoni, wa naudhu billahi min dhalik. Kwa mtu huyo ataoneshwa njia yake ya kuelekea imma ni peponi

ya mtu kuziwia zaka ya wanyama eh, had, kipande hiki cha hadithi kinatufundisha madhara ya kuziwia zaka ya wanyama kwamba mtu ataenda kuadhibiwa na wanyama wake kwa sura hii tuliyoiona, iliyotajwa katika hadithi hii, ni hatari kubwa sana. Sehemu ya pili ya hadithi inataja mali zingine zisizokuwa wanyama, ndio akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam Wama min sahibi kanzi, na hakuna mtu yoyote mwenye kumiliki mali. Wama min sahibi kanzi, na hakuna mtu yoyote mwenye, mwenye kumiliki mali. Kanzi ni mali iliyokuwa nyingi, ndio inaitwa kanzi. Wama min sahibi kanzi, na hakuna mtu yoyote mwenye kumiliki mali, mali ambayo inakuwa imefikia kiwango cha kutolewa zaka

mali yake itageuzwa siku ya kiyama shujaan aqraa. Huwa ni joka, joka mkubwa ambaye anaitwa shujaun aqra. Hii ni sehemu nyingine ya hadithi. Hadithi ni ndefu na Imamu hajaitaja yote, hiki ni kipande tu, lakini ipo ni ndefu siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama anaulizwa na masahaba radhiallahu anhum kuhusiana na mali, watu wanaokusanya mali halafu hawatoi zaka, madhara yake. Ndio Mtume akaanza kutaja madhara na adhabu watakazokumbana watu wenye kukusanya mali alafu hawazitolei zaka. Kwa akasema Mtume alaihi salam, wamamin sahibi kanzi, na hakuna mtu yoyote mwenye kumiliki mali ambazo mali hizo zinatakiwa zitolewe zaka, la yuaddi zakatahu, ikawa mtu huyo hatoi zaka ya mali hiyo, illa muthila lahu kanzuhu yauma alqiyamati, isipokuwa itageuzwa mali yake hiyo, muthila lahu kanzuhu ay huwila lahu kanzuhu, isipokuwa mali hiyo itageuzwa yauma alqiyama, siku ya kiyama. Shujaan aqraa, itageuzwa kwake yeye kuwa ni joka mkubwa anayeitwa shujaun aqra. Na wanasema wanachuoni kwamba nyoka huyu ameitwa kwa jina hili shujaun aqra kwa sababu eh, lishiddati summihi kwa ukali wa sumu yake. Huyu nyoka ameitwa ni shujaun aqra, wanasema wanachuoni, kwa sababu ya ukali wa sumu yake, yaani kwa namna alivyokuwa na sumu kali huyu nyoka. Wanasema wanachuoni kwamba mpaka ile ngozi ya, ya, ya, ya kichwani kwenye kichwa chake pale juu ya kichwa chake ile ngozi imenyonyoka, lishiddati summiha, kwa sababu ya ukali wa ile sumu. Kwa hiyo huyu hii mali itageuzwa kuwa ni joka hili. Mali yake ima ni dhahabu au ni mali zingine za biashara, na mfano wake ni pesa. Ukawa umelimbikiza pesa ambayo imefikia hatua ya kutolewa zaka, imefikia kiwango cha kutolewa zaka, ukawa hujatoa zaka ya mali hiyo, siku ya Kiyama adhabu yako mali hiyo itageuzwa hakikatan, mali hiyo itageuzwa kuwa ni nyoka, nyoka mkubwa ambaye anaitwa shujaa an aqra, na sio kwamba itageuzwa yani kama vile majazi au mazingaombwe kwamba itakuwa ni yani kama mazingaombwe tu, la hakikatan, yani mali yake itageuzwa kiuhakika kabisa, itageuka kuwa ni joka mkubwa ambaye katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kuitaja Imamu Dhahabi anasema alhadithi, kwa maana hadithi ni ndefu, hakuitaja yote, ametaja sehemu katika hadithi. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hili joka siku hiyo, yani mali yake itakapokuwa imegeuka kuwa nyoka, litakuwa ni lenye kumtafuta mwenyewe, litakuwa ni lenye kuduru, kuzunguka, yabhathu an sahibihi, akimtafuta mwenyewe yuko wapi. Akimuona yule bwana anakimbia huyu mwenye mali atakapokuwa anamuona huyo nyoka atakuwa anamkimbia, lakini huyo nyoka anapokuwa anamfuku, anamfukuzia yule bana atakuwa anaambiwa yuqalu lahu, hadha kanzuka, hii ndiyo mali yako, alladhi kunta tabkhalu bihi, hii ndiyo mali yako uliyokuwa uliyo kuifanyia ubakhili, hii ndiyo mali yako uliyoikusanya duniani ukaifanyia ubahili, ukawa si mwenye kuitolea zaka yake. Hii ndio mali yako, usikimbie, hebu simama. Mtume sallallahu alayhi wasallam wasalam, akasema atakapokuwa mtu huyo ameona, fa idha raa annahu la budda minhu, atakapoona kwamba ni lazima, hana budi isipokuwa ni kusimama, atasimama, hatokimbie, atasimama, ataambiwa, simama uchukue mali yako na hilo joka wa mtume alayhi salamu anasema, litakuwa linamkimbiza huku, limeachia mdomo wake. hasa takapokuwa amesimama, ataikaribia na kwa, na kunyosha mkono wake, anataka achukue kilichomo katika mdomo wa ile nyoka, anataka achukue mali yake, anaambiwa hii ni mali yako, chukua shekhe, usikimbie ananyosha mkono wake, anaingiza katika mdomo wa hilo joka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyo nyoka atamkata ata ule mkono, atamngata, atamkata mkono wake na kuutafuna ule mkono kama vile dume la mnyama linavyotafuna majani, yani vile dume linavyotafuna kwa kasi, kadhalika ndivyo hilo joka itakavyokuwa likiutafuna mkono wake hivyo hivyo ataendelea kuadhibiwa mtu huyo, akiadhibiwa na nini? Na mali yake. Kwa hii ni hadithi ambayo ni ndefu na maelezo yake ni mengi na ni yenye kutisha, ni hatari sana kwa watu wenye kukusanya, za, wenye kukusanya mali na hawazitolei zaka. Haya ni katika madhara ambayo wataenda kukutana nayo. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atuepushe na sifa hii, wale ambao Allah tabaraka wa taala amewaruzuku kuweza kukusanya mali, basi Allah Allah, watu wajitahidi kuzitolea zaka mali hizo, na watu wasilimbikize tu eh, na kuangalia na kufanya mambo yao, lakini haki za Allah hawatoi, si wenye kutoa zaka ya mali yao. Hii ni katika adhabu ambazo wataenda kukutana nazo. Hii ni hatari kubwa sana. Allah atupe mwisho mwema. Wallahu ta'ala aalam.